Msimbazi kimenuka, Jangwani wameshika kichwa. Hii ni baada ya mechi ya Simba na Yanga iliyotakiwa kuchezwa leo, leo tarehe nane kuahirishwa kutokana na Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hapo jana, Simba ilitoa malalamiko ya kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa, hivyo TFF imeamuru mechi hii isitishwe mpaka pale itakapotangazwa. Je, nini kitatokea baada ya TFF kupitia kanuni zake? Je, Simba atanyimwa pointi tatu? Je, kipi kitatokea baada ya mechi ya marudiano? Je, Simba atakuwa na nafasi kubwa ya kushinda au Yanga? Sabu, subscribe channel yetu ili uweze kupata taarifa kwa haraka. Mechi ambayo ilitakiwa kuchezwa siku ya leo imeahirishwa kutokana na sababu ambazo Simba imeeleza kwamba ni ukiukwaji wa sheria za michezo, pia ni hujuma za mchezo. Hivyo Simba imeandika barua kwa ajili ya kuitaarifu TFF kuto kushiriki katika mchezo wa leo. Katika mechi ya marudiano, Simba itakuwa na nafasi ndogo ya kushinda kama itakuja na hasira za kutaka kulipiza kisasi na kudhibitisha kwamba walionewa. Na na Yanga itakuwa na nafasi kubwa kushinda kwa sababu ya za kisaikolojia. Yanga ina saikolojia nzuri kwa sababu ya mgogoro huu umeonekana kama kutowagusa. Hivyo Simba ameonekana kushikilia kushikilia kidedea katika uzuiaji wa uchezaji wa mchezo huu. Ikumbukwe hii sio mara ya kwanza kwa Simba na Yanga kuto kucheza mechi. Ikumbuke mwaka elfu mbili na kumi na tisa ishirini Simba na Yanga hazikucheza kutokana na utata wa muda wa mchezo tuendelee kusubiri hawa ni ndugu wawili wao wanajuana kutoka elfu moja mia tisa thelathini na tano hadi elfu moja mia tisa thelathini na sita wanajuana vizuri ugomvi wa ndugu tusiingilie watakaa watapanga mechi itachezwa sisi kama mashabiki tuendelee kusubiri nini kitatokea